wakiwa wamekaa pale kwa bahati mbaya ikaingia message kwenye simu ya mke wake vipi tunatoka au hatutoki yule bwana akafungua akaambia huyu ni nani akaambia namba haikusave wala haina jina hata mimi sijui inawezekana ikawa ni wrong tu message imekuja kwa sababu tuko pamoja mpigie mimi nakupenda wewe na ndio mwanamke ndio alivyo Mwanamke ni vigumu sana kumchiti mume wake. Ukiona mke kakusaliti, kuna jambo ndani yake, kwa sababu mwanamke hawezi kukashifu nguo zake ila kwa mwanaume alompenda. Yule bwana hakutaka kupiga namba ile, akampiga mke wake vibaya sana, kamkata nywele, kamdhulumu, kamnyanyulia, kampiga usoni ngumi, na wakati ijtanibul wajh, jiepusheni na nyuso haki ya muislamu usimpige uso. Kampiga vibaya, kisha baada ya pale akalala, akamnyima chakula na mwanamke alipika, yeye kalala njaa. Usiku wa manane, mwanamke anamwamsha mume wake, ile kumwamsha, kampiga zaidi. Kumbe kuna kitu cha umuhimu alikuwa anataka kumwambia. Alafu yule bwana asubuhi kaenda zake kazini, karudi usiku saa tano, lakini vile mlango alivyouacha wazi kaukuta uko wazi vile vile hakujasafishwa chochote, kurudi pona mwanamke hajafanya chochote, kamkuta mke wake vile alivyomwacha usiku alivyolala, kalala vile vile, kashamua zamani mke wake. Kumbe mtoto wa kike alikuwa anataka kumtaka radhi tu, mume wake, umenipiga umenipitiliza, basi angalau basi mimi nakufa, tusameheane yani. wa ila liqa yauma yajmau Allahu lawalina walakhirin.